Tangu ni kutana na hichi kikao katika pitapita pita zangu, I say na haki ya kutukana, mnitukane kwa sababu hichi kikao kilikuwa kinaongozwa na watu wazima ambao sijawaona kwenye maandamano ya moto. Hakuna kuuliza, ni kupiga moto, hii mahakama hii hii ya Kisutu, piga moto, piga moto, piga moto, hakuna mtu kurudi. Mwananchi, wakazi wa Keko, wakazi wa Keko, msisahau wakazi wa Kurasini, msifanye makosa wakazi wa Magomeni, Magomeni ndio mko senta. Kama tulivyofanya kutoka gerezani juzi, tulionyesha kwamba sisi ni mamafia. Baada ya kunyanyua mitutu anaipiga juu, tulisema tupigeni. Sasa hiyo tutaiongea mchana ya usiku, hakuna ku, yaani hakuna cha kusema. Tupigeni, piga ni kupige na hakikisha mwananchi, ukikamata bunduki kama una uwezi kuitumia, kuna mtu anaweza kuitumia. Usitumie, utakuja kupiga ndugu zako, kwa sababu kumbukeni, tunaposema tunachoma vituo vya polisi kuna watu watachukua bunduki. Tunaposema tunachoma magari ya polisi, kuna watu watachukua bunduki. Unaposema unafanya matukio kama haya, kumbuka, kuna watu watachukua bunduki. Utaitumia vipi kama uwezi kuitumia? Kama mle ndani kutakuwepo na watu ambao walipitia JKT, wakamate bunduki. Ana mitaani, tunatambuana. Usitaki kuniambia kwamba mtaani utatoka peke yako. Kila mtu mtaani kwake ana watu wake. Kwa hiyo, hakikisha unapotoka una watu wako. Okay, hii hoja ilikuwa inazungumzwa na mkubwa wa anayelikuwa anaongoza kwamba mtafanya nini na kufanya nini. Lakini huyu, hivi, hii voice angelezi na kusema kwamba tunahitaji eh, tuweke dharura ni hii na, hii na, hii na, hii kama ndio ongelea video iliyopita na mkanitukana. Sasa hivi watu hata vifu vingekuwa vimepungua kwa sababu watu wangepata huduma za haraka kwa sababu watu walikuwa attention. Eh, lakini ni mtu mzima ameongea hapo na akili zake timamu. Yaani ni kama vile nyie mmetumwa, kama yani mmemwagwa mbele kama sisimizi, ili ukombozi upatikane kwa wenye wenye madaraka. Kwa sababu hii yote, baada ya hapa madaraka wanashika, sasa hawakuwaza kuhusiana na hatima ya yenu. Mfe mtajijua muumie mtajijua. Na mpaka sahizi mnanitukana kwa kusema ya kwamba napoteza muda, mnaendelea kunitukana kwa kusema kwamba katika ukombozi lazima kuwa kuuliwa kupatikane. Kwa hiyo mtu hivi, mtu kweli, ndugu yako anaenda kufa bila msaada eh? anaenda ku, yani pale inamaana mtu anapopigwa risasi pale anagalagala pale chini mpaka anakufa bila msaada. Inamaana kama angekuwa hiyo ame, vikosi ameviandaa kwamba katika kila kikosi kinachotembea awepo mtu wa hivi, awepo mtu wa hivi, nkesi kuna chochote kichoto kinachotokea. Kama yule kijana aliyekuwa amepigwa risasi pale, inamaana ambulance harakalaka ingepita pale siap, ikamchukua ikampa huduma ya kwanza. e, eh, mtu anavuja damu mpaka anakufa. Jamani, mimi nitukaneni, mkichoka kunitukana Ila hii ndio post yangu ya mwisho, kwa sababu ya mambo bado yanaendelea. Unaona, hii ndio post yangu ya mwisho. Acha tu nitoe alohoni. Kuanzia kesho, nitaanza kuposti vitu vingine ambavyo vya maisha ya kawaida. Naomba ni mnao nitukana, mwendelee kunitukana, ila mimi ya kwangu nimeatoa moyoni, naendelea kusema, kwa sababu bado mambo yanaendelea, sio kwamba yamepita. Nilisema kabla yajatokea, nasema yakiwa yanatokea, na nasema yakiwa bado yanaendelea. Mradi tunachotaka hapa mafuta yawe mengi. Hizi sheli kumbukeni, zinalindwa, kuna watu watakupo na magobole hawatakubali vivi. Msitake kwenda watu watano, mnaenda kwenye sheli, mnataka kufanya tukio, hakikisheni mnajiamini, mpo wengi, na huku tayari mshazibiti, huku barabara zote mmefunga, huku mmefunga, huku mnaivamia sheli dakika moja, na mkigundua kwamba pale kuna nafasi mnachukua na mafuta kwanza. Baada ya kumaliza kuchukua na mafuta, mnahakikisha sasa ile nani, lile mnaiachilia, inamwagika, inamwagika, mnamwagia, mnamwagia kote, unaona. Baada hapo, mnatoka wote Msiabakie mtu afu, baada ya hapo mna, kama nilivyosema, unachukua gongo, unavalisha nguo juu, unatia mafuta taa. Mafuta taa mnunue, ndugu zangu, tumesahau kuambiana kuhusu masuala ya mafuta taa, mnunue. Baada ya kuja ile mafuta taa, unarusha lile gongo ambalo lina kitambaa uliweka mafuta taa, hakika sheli itaungua pale. Msipige mahesabu ya kusema eh, taarifa, ongea Togeza Eh, eh, eh, Tanganyika nimeona nimeona hapa ni sijui wapi huko ameshaunguza tayari ile transformer. Safi kabisa limeteketezwa nahisi usiku. Kwa hiyo sasa hivi watu waamka wa, wa, tu kushuhudia wana rekodi na nini. Safi kabisa, taharuki ni transformer huo mtaa mzima, sijui siju zaidi ya mitaa mitatu pale. Ilipongua ile transformer, hakutakuwa na umeme mpaka kuja kulipachika lingine pale. Kwa serikali yetu hii ni zaidi ya miezi au mwezi, transformer zichomwe. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema, mmeona hapo. Ndugu yangu Tanzania namkubali sana, namkubali sana. Anapokuepo huyu, nafsi yangu nakupo na amani. Huyu bwana, yani msikilizeni sana, ndugu yangu huyu, msikilizeni sana, msikilizeni sana. Tutakuwepo naye Dar es Salaam, watusemi tunaanzia wapi, tutakuepo wote Dar es Salaam, tutahakikisha Dar es Salaam inawaka yote moto U eh. Mungu ibariki Tanzania. Haya jamani, Mungu ibariki Tanzania. Mambo ndio hayo. Ah, tuna paniki ya bure kume, mambo ndio moto kiasi hicho. Mi niwatakia kila raheli. Hmm, endeleni kunitukana tena mkimeza mdudu kwenye vikao. Aya, maiti ziendelee kuzagaa barabarani, wanaoongea hapo wakiwa majumbani kwao. Anyway, congratulations Tanzania. Vime mmesema vifo vimefika mia saba eh? Endeleeni, bado bado bado bado mpaka vifike elfu kumi.